Si bandari yetu, tumekuwa tu kwa hapa, lakini kazi hatuna. Na kitu cha muhimu tunataka kazi taka hii kampuni ifunguliwe na si tuandikwe kazi tufanye kazi, lakini tumekaa hapa, kampuni ziko kitambo hapa, lakini hakuna kazi twapewa. Kwa hivyo tunataka msaada kwa hii kampuni, na si tuandikwe kazi, tuwe wenyeji ambao fanya kazi hapa. Majumba yameharibika, mavumbi kwenye manyumba, watoto wameathirika, wagonjwa eh? hakuna kitu chochote tumesaidika. Sasa so, tuwaomba hii kampuni itolewe kabisa tuletewe hii mpya ambayo itakayokuja pengine inaweza kutupa msaada, sio wananchi wa mtaani eh, vijana wetu wanahangaika, wanahangaika kuvuta mabange maunga, hawajapata kazi ni miaka sasa. Wachina ukija ukiwaambia, wanaandika kazi, hata mtu wako akiumia hawamshuhuliki wanamwacha hivyo hivyo, wanaenda nakwambia, enda nyumbani, wanamwachilia sasa. Sisi tutasikia vibaya sana, tuwaomba hiyo kampuni itolewe ya Wachina, tuletewe kampuni mpya sasa ambayo iko hapa ambayo inahitaji amba amba tutaona maendeleo yake, pengine inaweza ikatusaidia hapa mtaani. Kwanza kwa hiyo kampuni ya Wachini, nimekuwa hapa, kuna siku tumepiga kazi hapa, wakati wa kulipwa pia ikakuwa balaa, ikakuwa tabu. Sasa sisi tulikuwa tunataka kampuni yenye itakuja hapa ishikilie eh, ikuwe stb stable, yani inaweza tupa pia sisi ajira na itufanye nini eh, itusimamie pia kwenye kipato pia sisi tujikimu kimaisha. Hatuna haja ya kwamba tupate mchina eti kwa sababu ni investor kutoka nje ndio atufaa. Hata tunaweza pata investor kutoka hapa hapa ndani na akatufaa kabisa. Sasa kitu ambacho tunahitaji kitu ambacho tunahitaji sisi, tumechokana na mchina kwa sababu moja, mchina alitupa nafasi sisi tulimpa nafasi wakati wa nyuma, atutengenezea barabara, alisema kwamba atatengenezea barabara wakati amemaliza mradi. Hebu tuambieni faida ya kitu nikiwe kinaendeleza ama mpaka mradi uishe ndio kitu tutengenezee. Sasa basi, sisi tunasema hatuna haja na mchina, tuna haja na brigadia ili atuendelezee na maendeleo yake. Tuko na, na ndugu yetu ambaye alikuwa katika Kenya Navy, Brigadia Omar ameunda meli, iko karibu kuwa tayari, sahihi, na amekuwa akisumbuliwa sana na wafanyabiashara hasa washirika wa kichinese wale wafanyabiashara, sisi kama kaunti hatuwatambui. Wameweka kokoto, nimesema zisiondolewe mpaka walipe ushuru wa miaka mitatu wa kuweka kokoto pale, na sisi tunaunga mkono Brigedia Omar na timu ya wenyeji ya kuunda mambo ya maboti. Kwa hivyo hiyo yote mnasikia, hii ni wenda wazimu wanazunguka na wale polisi wamewekwa pale. Nitauliza kaunti komanda na kaunti komishina watolewe hapo, ile meli na meli zingine zijengwe zaidi.